Habari za wakati huu, mpenzi mtazamaji wa misi ya san TV. hii ni tv yako pendwa na nakukaribisha kuweza kufuata taarifa ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako kama kawaida ni mimi Luendo Safari na taarifa yetu ya habari itaanzia na Baraka mji ambao unaparikana jimboni Kivu ya kusini huko Kandali ambako mwendesha pikipiki mmoja amefariki kwa kupigwa risasi na mzalendo kwenye kizuizi cha Kandali manispa ya Kalunja mjini baraka i Jumamosi ya tariki 5 Aprili 2025. Kwa jambo hilo vuguvugu la machozi ya raia limelaani kwa hali ya juu kitendo hicho. Taarifa tunazo ni kwamba yote yametokea pale ambapo mwendesha pikipiki huyo alikuwa anatoka Misisi akiwa na abiria kwenda Uvira. Habari hii imehakikishwa na vuguvugu vugu la machozi ya raia mjini Baraka. Yule motara aliuawa pale nani Kandali alikuwa akitokea Misisi iko naelekea Uvira na bazalendo jo muua. Na viko vale valikuwa pale kukama ni bazalendo valikuwa toka kumhoto engine watokea kubaraka na wakati walipofika pale apres, alikuwa asamishiwa baabiria, bakalipa pesa, walikuwa bakilewa, walikuwa na intimidasio enye balifanya mbele bale baabiria na motari. Na motari akajivia, na pale pale mweta ya ivres bakapiga ule motari masasi, akakufa vrema, alikufa na baabiria njo balibakia na maiti iko deja kopitali pale duba. Hakuna intervention hata moya usave nani hii mouvement ya bazalendo on sei pas ki es chef ki kontrole kii. Na ule mwalifaa vile, alikimbia na benzake, abakumfatilia vraiment. Aani vikali ile macirconstance a ndio, avec ile cirkonstance vraiment tunarekommande mouvement ya bazalendo yangali gisi ya kurenforcer kwanza discipline, displine mu bazalendo benzabo E, usi mwalifu atafutiwe na afungwe ajibu kwenye mashtaka yake. Kwa sasa hali ni tulivu. Kulikuwa waabiria ambao wanatoka Mboko na Kaboke kuelekea Baraka na wengine wa Baraka kuelekea Lweba, hali ni tulivu kwa sasa, wanaanza pita. Vraiman, tunarekomande population pita, hakuna ingine Uh, tatizo yote pale huko Uvira ni kwamba mzalendo mmoja kufariki papo hapo huku wengine watatu kujeruliwa kwa risasi kari ya makundi mawili ya wazalendo mjini Uvira kati mchana wa siku ya sita hii ya tarehe 5 Aprili mwaka huu, na hivyo kuleta hofu kwa raia wa eneo hilo. Kutokana na uzito wa tukio hilo, TV yako imejaribu kuzungumza naye notable Andre bya dunia mashaka ambaye ametoa picha halisi ya kile kilichotokea pa Uvira.

ili kwenda kuzungumza sur la perception ha, na kupitisha mamarshandise bila kudedwane ku frontiere na walisema kwamba wao hawahusiki, na wangependa wajue wanani wako wanaenda kufanya ile kitu kwa jina ya yao. Siko msama kana kia alisema yeye afaa jue nani kabisa yuko anaenda ku percevoir na kuharibisha jina lake. Alors jana jioni, kwa avenue Uvira, jana le 4 kwa venue Uvira kuna uh, entrepreneur mmoja ambaye alikuwa anapakua mizigo yake pale, kukajitokeza mwenzetu mmoja ambaye wanamuita Emero Wota uh, ni mloko yake ya ya uh, ministre honoraire uh, uh, bwana François Robota alors, mm, akajitokeza pale akauliza yule kijana kama alipakua namna gani jali de doane, akamwambia uh, mpati yake kama yapo sehemu, sijui ni historical comme ça Kiana akasema mi niko mtumishi, bosi haiko, bosi haiko na bo, twende. Wakamfunga asubuhi, wakakuya wakampatia uh, oda hapane kama saki ngapi ya bunga na amande ya kiwango ya franga, nawaza dola mia. Akasema mie haiko, mi ndio naowaza fanya ile, bosi mwenyewe huko Irumu katika mkoa wa Ituri ni kwamba wakulima wanane wameuawa kwa kupigwa risasi nalo kundi la Defnalu hii juma hii juma ya tariki 4 Aprili 2025 katika usultani wa lesa vonkutu, tarafa ni Irumu jumboni Ituri. Kulingana na Christophe e Munyanduru mwanaharakati wa haki za kibinadamu, amesema kuwa raia wao walikuwa shambani katika shughuli zao za kila siku, ndipo kundi hilo liliwavamia na kuwamalizia maisha. Hao wahuni wanaozaniwa kama ni, wakama, ni wahuni wa Uganda AGF, waliweza kuwaua watu tano kunako muji ya Idou ndani ya shamba na hao watu waliweza kukutwa wakiwa wakifanya kazi zao za shamba, na tunakuwa na idadi ya watu nane ambao waliweza kuuawa, na tatu waliweza kuuawa kunako uh, mashamba zinazopatikana tikwa balele, na tano waliweza kuuawa uh, mahali ambapo kunaitwa Abulembi, na mili tatu ziliweza kutoshwa porini na waraia, na kwa neema waliweza kuwafikiza kwenye muji ya Idou na hizo tano za Abule mbi mpaka sasa zichingaliki kule, na ndio maana tunasema kwamba hiyo inaweza kuleta tena kuimiza wakuu viongozi ya jeshi letu la Kongo kujua kwamba adui anaendelea kuwa akizunguka ndani ya pori ya wale sevokutu, na zaidi sana kwao majeshi ya Uganda UPDF, kwa sababu wao pia wame kuja kwa Kongo ili waweze kuja kupiganisha adui, lakini inaonekana kwamba wameweza kusahau kazi ambayo iliacha wanakuja huku. Hakuna uh, hata hizo e, e, ma, ma, e, duria ambao weke unafanya ili waweze kuona namna gani ya kuweza kufuatilia adui ili waweze kumtia mbali, na zaidi sana ombi letu sisi kama raia ni kuona namna gani waweze kuwamaliza huko Kinshasa mji mkuu wa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo ni kwamba takriban watu sita walikufa usiku wa Ijumaa kuamkia Jumamosi huko Kinshasa baada ya mvua nzito zilizosababisha maporomoko ya ardhi na kuharibu vitu vya samani katika manispa ya Mungafula. Mili sita isiyo na uhai ilipatikana baada ya kuanguka kwa ukuta kwenye nyumba ya familia moja, kulingana na vyanzo vya ndani. Kulingana na vyanzo vingine, vifo vingine vimeripotiwa katika kituo cha maduka ya dawa pasi eneo la Musango na Kikwenza, huku idadi ya muda ikiwa ni watu wasiopungua wa kumi ndio waliofariki huko Ngaliema. Kifusi cha udongo wa mawe kilizuia sehemu kubwa ya mtaa huo, mtaa unaojulikana kama mtaa wa utalii katika kata Kinsuka, ikisumbua sana usafiri katika eneo hilo kusini magharibi mwa mji mkuu huo wa DRC. Mamlaka bado haijawasilisha tathmini kamili rasmi, lakini wilaya za jiji zinabaki zilizoathiriwa na kukatika kwa umeme, barabara zilizojaa mafuriko na makazi yaliyoharibiwa. Huko Goma ni zaidi ya watu kumi na moja waliuawa kwa risasi usiku wa Ijumaa kuamkia Jumamosi tarehe 5 Aprili 2025 katika kijiji cha Kabale Katambi, usultani wa Rusayo, tarafani Nyiragongo, nyumboni Kivu ya Kaskazini. Kulingana na duru za mahali hapo, wengi wa anga ni wanafamilia moja na waliuawa wakati walikuwa wanatumia chakula. Watu wenye kumiliki silaha waliingia katika kijiji hicho na kuua watu kumi na moja. Ni tukio la mauaji ambalo wanaharakati wa mashirika wamelaani kwa kuwa kila siku watu wanaendelea kuwawa bila makosa yoyote. Usiku wa tariki tatu hadi 5 Aprili, mkaaji mwingine aliuawa kwa risasi katika kijiji cha rukoko groupment ya Munigi tarafa Nyiragongo. Tena wanaharakati wa shirika za kiraia wanaomba kwa serikali kuu ya Kinshasa kuingilia kati na kufanya kila liwezekanalo ili kuwaondoa M23 AFC. Mji wa Goma unashuhudia ongezeko kubwa la ukosefu wa usalama. Watu wengine watatu waliuawa na majambazi walio ami kwa silaha usiku wa Alhamisi tatu hadi Ijumaa nne Aprili 2025. Waanga ni mama na mtoto wake waliouawa katika kata ya Majengo. Tukumbushe kuwa mji wa Goma haupiti siku bila vitendo vya mauaji, ubakaji na wizi kuweza kutokea. Tumalizie na uko walikali ambako bendera ya inchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapepea kwenye ofisi ya tarafa walikali yapata siku tatu sasa, iyo ikiwa ni ishara tosha ya kurudi kwa uongozi wa mali hapo kisha kuondoka kwa M23 na washirika wake wa Rwanda, Jumatano wa tariki 2 Aprili, wakati wa mapambano ya jeshi la taifa FARDC likisaidiwa na wazalendo. Harakati za kijamii na kibiashara zilianza kurudi kwa uwafifu Ijumaa 4 Aprili pasenta Walikale, ambako ni makao makuu ya sekta hiyo mkoani Kivu ya Kaskazini, wakati ya M23 ilipoondoka katika eneo hilo ililolishikilia kwa muda wa takriban wiki mbili. Mpenzi mtazamaji wa Amisi Hassani TV, hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa habari. Msomaji wako alikuwa ni mimi Luendo Safari. Sina la ziada na kuaga ila na kuomba siko, siko like, subscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati. Bye bye.